Mamlaka zatumia vipimo vya DNA kuwatambua wahanga wa ajali mbaya ya Morogoro. Januari2, 2026, mamlaka zilianza kutumia vipimo vya vinasaba DNA ili kuwatambua wahanga wa ajali mbaya ya barabarani iliyotokea mkoani Morogoro, baada ya watu wanne tu kati ya kumi waliofariki kutambuliwa rasmi hadi sasa. Ajali hiyo ilitokea Jumatano jioni disemba 31, 2025, katika kijiji cha Maseyu, kata ya Gwata, kando ya barabara kuu ya Morogoro Dar es Salaam, baada ya kugongana uso kwa uso kwa lori na basi la abiria. Baada ya ajali hiyo, magari yote mawili yalishika moto na kusababisha miili mingi ya marehemu kuungua vibaya. Akizungumza Januari mbili, 2026, Mganga Mfawidhi wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Morogoro, Dr Joseph Kway, alisema timu ya wataalamu kutoka Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali GCLA imewasili hospitalini hapo kwa ajili ya kuchukua sampuli za DNA kutoka kwa miili ambayo bado haijatambuliwa. Dk Kway alisema sampuli hizo zitalinganishwa na DNA za ndugu wa marehemu wanaojitokeza hospitalini wakitafuta wapendwa wao waliopoteza mawasiliano baada ya ajali hiyo. Alieleza kuwa miili minne pekee iliweza kutambuliwa na ndugu zao kwa sababu baadhi ya sehemu zake hazikuungua vibaya, tofauti na miili mingine iliyoharibika kwa kiwango kikubwa kutokana na moto. Kwa mujibu wa taarifa ya Polisi, jumla ya watu kumi walifariki dunia na wengine 23 kujeruhiwa katika ajali hiyo, iliyohusisha basi la abiria aina ya Mitsubishi Fuso linalomilikiwa na kampuni ya Bill Mawio, pamoja na lori aina ya Howo la kampuni ya Kikori lililokuwa likisafirisha mbolea. Basi hilo, lililokuwa likiendeshwa na dereva Swaleh Adamzi, lilikuwa likisafiri kutoka Kituo cha Mabasi Msamvu Morogoro kuelekea Tanga huku lori likitoka Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Dr. Kway alisema kati ya miili kumi ya marehemu, miili tisa ilipokelewa katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Morogoro huku mwili mmoja ukipelekwa katika Kituo cha Afya Mikese. Aliongeza kuwa mwili huo tayari ulitambuliwa na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Kuhusu majeruhi, Dr. Kway alisema wagonjwa 17 kati ya 23 waliopokelewa hospitalini bado wanaendelea na matibabu na hali zao zinaendelea kuimarika. Wagonjwa wawili walihamishiwa Taasisi ya Tiba ya Mifupa Muhimbili MOI kwa matibabu maalum, huku wengine watatu wakiruhusiwa baada ya afya zao kuimarika. Dk Kway aliwahimiza wakazi wa Morogoro na mikoa mingine ambao wanahisi au wanahofia kuwa ndugu zao walikuwa wakisafiri katika barabara ya Morogoro Dar es Salaam tarehe thelathini na moja Desemba na hadi sasa hawajulikani walipo kufika hospitalini kutoa sampuli za DNA ili kusaidia zoezi la utambuzi wa miili. Mpwa amtambua mjomba wake. Miongoni mwa waliotambuliwa ni Suwedi Spiki ambaye alikuwa kondakta wa basi lililopata ajali mpwa wake Athumani Muhammad alisema aliutambua mwili wa mjomba wake kupitia alama za miguu pamoja na suruali aliyokuwa amevaa ambayo haikuungua kabisa. Alisema marehemu alikuwa akifanya kazi kama kondakta kwenye safari za Morogoro Tanga, na familia imeukabidhiwa mwili huo kwa ajili ya mazishi yatakayofanyika Magole Dumila, wilaya ya Kilosa. Chanzo cha ajali. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Alex Mkama alisema uchunguzi wa awali unaonyesha ajali hiyo ilisababishwa na uzembe wa dereba wa lori aliyekuwa akijaribu kulipita gari jingine bila tahadhari, hali iliyosababisha kugongana uso kwa uso na basi la abiria. Mkuu wa mkoa wa Morogoro, Adam Malima, alitembelea hospitali hiyo Januari 2, 2026 kukagua hali za majeruhi na kuwataka wananchi kushirikiana kutoa taarifa zitakazosaidia kutambua miili ya marehemu. Wakati huo huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ametuma salamu za rambirambi kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro kwa fuatia vifo hivyo. Kupitia taarifa iliyotolewa na naibu mkurugenzi wa mawasiliano ya rais, Shaban Kisu, Rais Samia aliwapa pole familia zilizofiwa, aliwaombea marehemu wapumzike kwa amani na aliwatakia majeruhi uponyaji wa haraka. Rais pia aliwasihi dereva na watumiaji wote wa barabara kuzingatia kikamilifu sheria za salama barabarani ili kuzuia ajali zinazogharimu maisha ya watu.